Kutoka kaunti namba 25 tuelekee kaunti namba 33 huko Narok ambako maafisa wa IEBC pia wamesema kwamba wako tayari kwa uchaguzi mdogo wa wadi ya Narok mjini. Afisa anayesimamia zoezi hilo Mbugwa Kuria amesema kwamba wamejitayarisha kufanya uchaguzi huo itakapofika hapo kesho, waje asubuhi halafu wakipiga kura na waje kwa wingi, wakipiga kura waelekee, warudi mahali walipotoka, kama ni nyumbani, warudi nyumbani, kama ni kazini, warudi kazini mwao, kisha jioni wagojee matokeo uh, through uh, kwa radio station zao uh, tv zao tutatangazia, mata, tutatangazia hapo uh, tuko ready, tuko tayari kupeana free fair election ambayo itakuwa kesho. Tunawaomba wapiga kura wa hapa Narok wajitokeze kwa wingi, wakuja wapige kura na alafu warudi makwao, ndio tuweze kuwafanyia hiyo kazi ya uchaguzi, so that it is free fair and free of any insecurities. Kutoka kaunti namba 33 tuelekee kaunti nambari tatu.